Mara baada ya taarifa no, ya habari iliyosomwa naye Flora. Na, ninaye hapa Dr. Francis Michael yeye anatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni mhadhiri hapo. Kubwa leo tunalolizungumza ni suala la kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma kwa serikali, na yeye akisema yeye atakuwa mtu wa kwanza kuhamia Dodoma na serikali ihamie Dodoma ili maana halisi ya makao makuu ya nchi iweze ku, kufikiwa. Dr. Francis karibu sana. Asante sana. Uh, toka awamu ya kwanza uh, marehemu hayati mzee Nyerere amekuwa akilizungumza swala la serikali kuhamia Dodoma, lakini naona Rais Magufuli analitilia msisitizo hili. Unalitazamaje kwamba anasema sasa umefika wakati wa kuhamia Dodoma uh... Mimi, mimi na ndugu mtangazaji, nafikiri Rais Magufuli anachokifanya, kwanza kabisa, lazima tukiri kwamba ana mwenzi baba wa taifa, kwa sababu uamuzi wa serikali kuamia Dodoma ulifanyika, ulikuwa ni umi, uamuzi wa ambao ulitokana na uh, kutokana na maamuzi ya Chama cha Mapinduzi wakati ule mm, eh, lakini uh, nakumbuka kama sitakosea sana kwenye Oktoba tarehe moja mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu bunge lilikubaliana li, li, na uamuzi wa Chama cha Mapinduzi cha kuhamishia makao makuu Dodoma. Kwa hiyo ule ulikuwa ni uamuzi sahihi kwa sababu ulipitia katika mchakato mzima wa kufanya maamuzi kisheria, kwa maana kama bunge liliridhia, basi ulikuwa ni uamuzi sahihi. <coughs> kwa hiyo ule uamuzi ulifanywa kipindi kile lakini ulianza kufanyika kwa sababu tunasema sasa hivi watu wanasema rais wetu amesema serikali amia Dodoma, serikali amia Dodoma. Hmm. Lakini serikali ilikwishaanza kwa kuamia Dodoma na kwa sababu utakubaliana na mimi kuna baadhi ya wizara ambazo zipo Dodoma. Zipo Dodoma sasa hivi, kwa mfano ofisi TAMISEMI iko mm -hmm, Dodoma. Ofisi ya waziri mkuu iko Dodoma, lakini e, pia tukiangalia serikali, unaweza ukaangalia serikali kwa ujumla wake, kwa maana unaiangalia serikali katika mihimili yake mitatu mm -hmm. Unaiangalia serikali kwa kuangalia bunge, kwa kuangalia serikali kwa maana ya dola, unaangalia pia na mahakama. Kwa hiyo kwa maana ya serikali nzima tayari mhimili mmoja wa serikali ulikwisha hamia Dodoma kwa maana bunge liko Dodoma. Kwa hiyo nataka kusema tayari mchakato kwa maana ya process ya kwenda Dodoma ilikwisha anza, na kama bunge limeshamia Dodoma, anaiangalia kwamba rais Magufuli anasema sasa serikali kwa maana ya dola sasa ihamie Dodoma na ikihamia Dodoma kwa maana ya serikali kwa maana ya dola, utakuwa bado hatujamaliza, kwa sababu ikumbukwe kuna muhimili mwingine pia wa serikali kwa maana ya mahakama. Mm -hmm. Kwa hiyo na yenyewe sasa, yeah. Tunatakiwa na yenyewe pia iende Dodoma, kwa maana uh, makao makuu, kwa maana mahakama za rufaa, mahakama zote hizi kuu zinatakiwa zihamie Dodoma, kwa maana eh, huu nauita mchakato uh, pamoja na kwamba um, Rais anasema hataki kusikia mchakato. Mm -hmm. Lakini na usema ni mchakato kwa sababu ulikwisha anza. Mm -hmm. Na kingine kizuri ni kwamba hapa eh, katikati viongozi, kwa sababu serikali kwa maana ya dola ilikuwa bado ya jamia, pamekuwa kidogo pana, pana kigugumizi kidogo kwa utayari wa viongozi waliopita hapa katikati. Uh, lakini sasa naona rais wetu amekuja ameamua, lakini maamuzi yake pia ukiangalia, unajua, yanabebwa yana, yana, yana na vitu vingi. Uh, kwa mfano ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio aliinadi rais wetu na ndio uh, iliweza kumpa ushindi. Uh, inasema katika utekelezaji wa ilani ni kwamba serikali katika baadhi ya mambo ambayo serikali inapaswa ifanye katika kutekeleza ilani ile ni pamoja na kuboresha huduma na kusogeza huduma kwa jamii kwa wananchi. Kwa hiyo kuhamishia serikali Dodoma, nafikiri ni moja ya katika mambo yanayozingatia katika utekelezaji ule wa ilani ya chama cha mapinduzi, ambayo alikuwa aliinadi rais wetu. Kwa maana Dodoma ni katikati na ina maana huduma za serikali zinakuwa zinawasogelea wananchi walio wengi. Tukubaliane hapa, kijiografia Dar es Salaam ni mbali, kwa maana ni mbali ukizingatia kwamba Tanzania ina kilomita za mraba zipatazo takriban laki tisa na arobaini kama hicho, laki tisa elfu arobaini na saba na kitu kidogo. Kwa hiyo hizi kilomita za mraba unapokuwa unayaweka makao makuu katika pembe moja ya nchi ina maana unaifanya baadhi ya huduma kwa wananchi baadhi ya ya baadhi ya huduma ambazo labda pengine ulitaka uwafikishie wananchi wote unazifanya kidogo kwa baadhi ya wananchi zinakuwa mbali. Kwa hiyo mimi nawafikiri kwa maana ya Dodoma kuwa makao makuu ni uamuzi ulifanywa na ulifanywa, walitumia busara, kwa sababu Dodoma, ukiangalia kijiografia pia, tunaweza kusema ndio takriban iko katikati ya nchi yetu, kwa hiyo makao makuu yanapokuwa katikati ni jambo jema. Na hili hatujalifanya sisi tu, ikumbukwe, ndugu mtangazaji, wakati maamuzi ya kuhamishia maamuzi ya kuhamishia makao makuu Dodoma yalipofanywa nchi nyingi zikiwemo nchi za Afrika ziliangalia zili hili, na baadhi ya nchi ziliiga na kuja mpaka kujifunza. Ikumbuke wa Nigeria walihamisha Lagos ikaenda Abuja, na walikuja wakajifunza Dodoma kuangalia mikakati iliyowekwa, taratibu zilizowekwa, malengo na ni kwa sababu zipi ambazo labda pengine serikali Tanzania ilifikia maamuzi ya kuhamishia Dodoma makao makuu mm. Na walivyokwenda kwao, tukaona walihamishia Dodoma, walihamishia uh, Lagos ikawa Abuja uh, Malawi pia walihamisha walihamisha makao makuu yake unaona, na nchi zingine nyingi tu hizo nimejaribu kutolea mifano ya Afrika. Ukienda Marekani, Kanada ili ilihamisha makao makuu yake, Brazili ilihamisha makao makuu yake. Kwa hiyo tunalolifanya au wanalotaka kulifanya rais wetu sio jambo geni, na wananchi wasitaka kulichukulia labda pengine kwamba ni kitu ambacho ni kipya, labda pengine kinaweza kikawa labda kina matatizo. Hapana mm. ni jambo jema tu mm. unaitazamaje, una Dodoma ina utayari wa kupokea serikali. Uh, uh, swali zuri. Utayari wa Dodoma upo kutokana na utayari wetu sisi, kwa maana Dodoma ni mahali mm-hmm. na sisi kwa maana ya watu kwa maana ya wananchi, tunapokuwa na utayari pale mahali pata pata tufaa. Tutakupa mfano mzuri mm. <coughs> Watu wengi wapendi kuhama. Unaweza kujikuta umekaa kwenye nyumba umetulia. Kwa mie Dodoma ni sawa sana. Wewe sasa hivi, ndugu Elia, unaambia unahama kwenye nyumba yako kwenda sehemu nyingine, yeah. Uamuzi wa kuhama huo, unatakiwa mpaka ufikie kuhama, maanake kutakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo ndio maana unakuta wananchi kidogo wanaona kama inakuwa, baadhi ya wananchi wanaona kidogo ukakasi, yeah. Lakini utayari wa Dodoma utatokana na utayari wetu lakini, Dodoma kwa maana ya utawa, utayari kwa maana ya ukiangalia mandhari ya eneo Dodoma ni sehemu nzuri sana kwa maana um, sasa hivi kama tunasema tunayahamishia makao makuu Dodoma uh, tutakuwa katika mustakabali wa kuweza kuwa na makao makuu ya kisasa. Leo hii tunaiangalia dar es Salaam. Dar es salaam ni mji ambao ulipangwa na wakoloni toka enzi hizo, enzi za uarabu, ukoloni wa uarabu, na ndio maana leo hii ukifika Kariakoo, ukipita kwenye mitaa, unakuta ni shida Parking, hakuna, barabara ni nyembamba na ndio maana unakuta hata yanapotokea majanga umepata kuona nyumba zinadondoka zinaangukia nyumba zingine, ni kwa sababu e, miundombinu na mipango miji ilipangwa wakati ule. Sasa nafikiria utayari wa Dodoma itatokana na utayari wetu, wasa, kujenga, na na wetu tutakuwa katika wasaa wa kuweza kujenga na kuwa na kuplani mji wa kisasa kabisa ambao utakuwa unaashiria mambo ya teknolojia leo na mambo ya kileo kwa maana kwamba uh, mzuri hmm. hmm. uh, mtazamaji huyu ni Dr. Francis Michael kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, na tunalozungumza ni uhamiaji wa serikali kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Dr. Francis um, Dar es Salaam tunaiangalia foleni eh, wanasema oh, foleni kwa sababu huduma zote ziko katikati ya mji, wizara, serikali, huduma, watu inabidi tuende katikati ya mji hili lina, lina lina wana vipi na kwamba Dodoma sasa yote serikali tukiipeleka Dodoma <laughs> hali inaweza kawaje? Bali uh, unajua ni, ukiliangalia hilo tunaweza tukaliangalia uh, wazungu wanasema kwenye micro na macro levels. Mm, mm, yani mm, katika, katika mtazamo mfinyu na mtazamo mpana mm. Unaiangalia Dar es Salaam kama ulivyosema ina msongamano sana wa watu mm, na huu msongamano wa watu na kuwepo ni kwa sababu uh, unakuta uh, labda vile vitu ambavyo vinawavuta watu vimewekwa sehemu moja samoja. Na hiyo naangalia katika micro, katika mm, mtazamo mfinyu mm, na utakuta kuna mawazo ya kupanga mji kwamba vinatakiwa labda pengine vile vitu ambavyo vinawavuta watu visambazwe, mm. Kwa mfano leo hii unasikia Kibamba inataka kutanuliwa uh -huh. uh, makao makuu ya Kinondoni inataka ipelekwe labda maeneo ya Kibamba uh -huh. Le, kwa mfano ni kwamba nataka watu sasa, wanapotaka kufuata huduma labda pengine za wilaya, wanapotaka kwenda manispaa ya Kinondoni, wote wasi tusi, tusiwe tunaamka kutoka kwetu huku tunaelekea sehemu moja. Kwa hiyo ina maana mji usambae kuwe na vitu anaita miji iliyoendelea, satellite cities. Kwa maana kunakuwa na miji midogo midogo ndani ya mji mmoja ili kusudi kuweza kutenganisha. Hilo ni kwenye micro, kwenye kwenye micro mtazamo mfinyu. Na na ndio maana utakuta kwa sababu vitu vingi ambavyo vinavyowavuta Watanzania vyote viko Dar es Salaam, ndio maana unakuta pia kuna mkusanyiko mkubwa sana wa watu kutoka maeneo mengi ya nchi yetu. Dar es Salaam sasa hivi inaweza kuwa na takriban watu milioni tano Mona. Sasa ili kusudi na pia kuwafanya watu wasirundikane Dar es Salaam. Ndio maana unakuja kwenye, kwenye, kwenye, kwenye macro level kwenye mtazamo mpana sasa, ndio unasema hata kuichukua makao makuu kuyapeleka Dodoma, maana yake unataka pia ule msongamano na ule, mf, mf, ule msongamano wa watu kutoka labda pengine unatoka Kigoma, kila mtu anatoka Bukoba, anatoka sijui Mtwara, anatoka wapi, anaweza kwenda Dar es Salaam. Sasa kuna diversification, watu waseme okay, naweza kwenda Dar es Salaam, naweza kwenda Dodoma. Utakuta pia hata ule msongamano kidogo utakuwa unatawanyika ina, ina, ina weza sana na ndiyo maana unakuta nakuta sasa hivi hata panapokuwa na miji mikubwa, katika hilo unalisema. Unaona sasa hivi kuna watu ambao wanakwenda Arusha, kwa sababu na Arusha ni mji ambao umekua, watu wanatoka wanakwenda, wanataka kwenda Mwanza, kwa sababu na Mwanza ni mji ambao umekuwa. Kwa hiyo tunapokuwa na miji mikubwa kadhaa inasaidia pia hata kupunguza msongamano mahali pamoja, badala ya watu wote kukimbilia Dar es Salaam. Kwa hiyo nafikiria, Dodoma pia itasaidia sana kwenye, nasema katika macro level, unapoliangalia katika mtazamo huo wa upana zaidi, itasaidia pia kuvuta na kupunguza msongamano ambao uliopo, mm. uliopo Dar es Salaam, mm.